wewe. Mashariki. Eneo <coughs> la kwanza ambayo tunalishughulikia kwa karibu sana ni eneo la fursa kwa vijana na katika ziara hii niliyopita, kuna mambo nimeyagundua. Mojawapo ni kwamba taarifa za fursa zinazopelekwa kwa vijana wanapata vijana wachache, vijana wengine hawapati hizo taarifa za fursa. Sasa matokeo yake, serikali inapoandaa mikakati ya uwezeshaji wa vijana, wanaowezeshwa ni wale wale, wanaopata faida ni wale wale wanaoitwa kuzungumza ni wale wale. Mwisho wa siku kundi kubwa la vijana linakuwa limeachwa nje, yeah. wa ya mfumo. Mheshimiwa Rais ameagiza fursa yoyote inapotokea mahali popote, kila kijana wa Kitanzania mahali popote alipo, afuatwe, aelekezwe, aambiwe kuhusiana na fursa zinazopatikana. Na katika hili viongozi wetu wa mikoa, wa wilaya viongozi wa halmashauri, viongozi wa kata, wasisubiri vijana wawafuate ofisini, wawafuate vijana walipo, ili waweleze fursa ambazo zinahitajika, ili waweze kupata hizo fursa katika maeneo yao. Kwa hiyo tunataka tuondoe kukosekana kwa usawa inapofika swala zima la fursa, iwe fursa za ajira, ziwe fursa za mikopo, ziwe fursa za kazi, ziwe fursa za ufadhili, ziwe fursa za mafunzo. Kijana yoyote wa kitanzania ana haki ya kupata fursa sawa kama alivyo mwingine yoyote katika eneo lolote lile. Kwa hiyo viongozi wote wa serikali, tunapowahudumia wananchi, inapofika swala la vijana, tuwapelekee taarifa kule walipo. Na liko jambo ambalo nimeliona maeneo mengine, nimepita, unakuta vijana wanaenda wamejiunga, wana kwenye kikundi, wanaenda wanatafuta mkopo wakifika kwenye ofisi, yule anayehusika na mikopo anaangalia, anasema hujatimiza vigezo, anaambia katiba yenu haifai, mchangano wenu haufai, alafu anamwacha aondoke. Nani amwelekeze huyu kijana ili aweze kukidhi hayo masharti? Wewe uliajiriwa katika ofisi ya serikali, kazi yako sio kumwambia vijana kijana hajakidhi vigezo, kazi yako wewe ni kumsaidia kijana aweze kukidhi vigezo. Hiyo ndo kazi yako ulioajiriwa kwa sababu hii, wanaweza kukiri vigezo wamekuwa wachache na ndio hao hao ambao tunawapa hizo fursa. Hapana. Sisi kama wizara tunasema kijana yeyote wa Tanzania ambaye hana uwezo wa kujisimamia kwa sababu pengine elimu yake haimtoshi kufanya hivyo, au hana uzoefu wa kutosha, ni kazi ya waajiriwa wa serikali kuwatengenezea mazingira rafiki ili ya vijana hawa waweze kutimiza masharti na waweze kufaidika. Same Mashariki leo tumempokea waziri wetu wa vijana, amekuja na ametueleza yale ambayo rais alisema kwa ajili ya kuyatekeleza, na pia tumemuitikia kwa, kwa moyo mmoja na tutafanya yale ambayo ametarajia kwamba sisi kama vijana tuweze kuyafanya mfano amesema tukienda kwenye ofisi zetu za serikali vijana wapewe kipaumbele. Kwa nini waziri alisema vile? Amesema kwa sababu anajua kwamba vijana ndiyo nguvu ya taifa letu. Leo kijana ukamweka nyuma, ukamtanguliza mzee pale, ikatokea issue ya ghafla, yule mzee hawezi kukimbia, kijana atakimbia, tayari amekosa ile huduma ambayo alikuwa anataka kuifanya.